Tunapinga wale viongozi ambao ziko tetesi ya kwamba wao ndio wenye kupeleka wahuni kuweza kuharibu yale maandamano, kwa sababu ukiangalia Nairobi, maandamano yalikuwa ya amani mpaka viongozi fulani walipojitokeza kusema kuwa hawatoruhusu maandamano. Siku zilizofuata tuliona gunz, wakitembea wakitaja majina ya viongozi fulani. Badili ya kufuata wanaharakati na kuwadhalilisha, fuateni viongozi ambao wanahusika na kuhangaisha wananchi, fuateni wahalifu ambao wameonekana kwenye kamera wakiweza kuhangaisha wananchi. Hiyo sisi kama vijana kutoka Mombasa, tunasema wito wetu ni kwamba hatutishwi, hatutaogopeshwa, na tuna wasiwasi ya kwamba baadhi yetu tumeweza kupokea habari ya kwamba Nyamazishwa, atuogopi mtu yoyote. Tunaheshimu the rule of law ndio tunaheshimu. Kwa hivyo maandamano yakiwa tuta notify police, tutafuta ile public order, tutafuta katiba na tutajitokeza kimasumasu, tutajitokeza kwa wingi kutoa ghadhabu zetu. Manake inaruhusiwa kikatiba. Hakuna kuuzia watu uoga. Tunasema kuwa we must have an end to police brutality. We must have an end to extrajudicial killings and we must listen to the citizens kama isemavyo katiba yetu.